Naam, habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kuhabarishana e, taarifa mbalimbali. Mzozo wa Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo waasi wa Kongo walitupilia mbali wito wa kusitisha mapigano lakini pia wakafanikiwa kuteka mji wa kimkakati wa Walikale. Nadhani pia tulikuhabarisha hapa, lakini kubwa zaidi ni kiongozi wa kundi la waasi la M23 Colonel Nangaa amefunguka kwa mara ya kwanza baada ya kufanikiwa kuteka mji wa Warikare, mji ambao e, ulikuwa na watu takribani zaidi ya elfu kumi na tano lakini pia kubwa zaidi ni tumeshuhudia wakijitoa katika mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika Jumanne ya wiki hii na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Angola, lakini pia kubwa zaidi tumeshuhudia Rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo Felix Tshisekedi wakikutana huko Katar na kufanyika mazungumzo kwa lengo la kutatua mzozo ambao unaendelea huko DR Kongo, lakini wakatoa azimio la pamoja, la pamoja kwa la kuhakikisha kwamba M23 wanasitisha mara moja uvamizi wao na kumaliza vita huko DR Kongo bila masharti yoyote. Kiongozi wa M23, Colonel Nangaa amewajibu rais wa Kongo pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kinachoendelea ambapo kiongozi wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Kongo amesema Alhamisi kwamba wito wa Kinshasa na Kigali wa kusitisha mapigano mara moja bila masharti hautuhusu huku vikosi vyake vikiingia ndani zaidi ya ardhi ya Kongo kwa kuteka mji wa kimkakati wa Walikale. Walikale ndiyo sehemu ya magharibi ya mbali zaidi ambayo waasi wamefika mapema ambayo tayari yalikuwa yameteka miji miwili mikubwa mwashariki mwa Kongo tangu mwezi wa kwanza, mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Mji huo wa watu zaidi ya elfu kumi na tano ulianguka baada ya mapigano siku ya Jumatano kati ya waasi na jeshi la DR Congo pamoja na wanamgambo wa shirika ambao wanajiita Wazalendo wakiunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msemaji wa jeshi na wakazi wa eneo hilo walisema. Mgogoro huo uliotokana na kuanguka kwa mauaji ya halaiki ya Rwanda mwaka 1994 na ushindani wa utajiri wa madini, ni mbaya zaidi mashariki mwa Kongo tangu vita vya mwaka 1998 mwaka mwaka hadi mwaka 2003 mwaka ambavyo vilivutia nchi nyingi jirani na kusababisha mamilioni ya vifo. Huku wanajeshi kutoka Kongo, Rwanda na Burundi wakiwa wameshiriki katika mapigano mwaka huu, mzozo ambao umedumu kwa miaka mingi unabadilika na kuwa vita vya kikanda, wataalamu wanasema. Walikale iko katika eneo lenye madini mengi yakiwemo bati na liko kando ya barabara inayounganisha majimbo manne ya mashariki mwa Kongo. Kutekwa kwake kumewaweka waasi ndani ya kilomita mia nne yaani maili mia mbili na hamsini kutoka Kisangani, ambao ni mji wa nne kwa ukubwa nchini humo na una bandari yenye shughuli nyingi kwenye eneo la mbali kabisa la mto Kongo linaloweza kupitia juu ya mto Kinshasa. Akiwahutubia wakazi wa Walikale waliokuwa wamekusanyika mjini humo siku ya Alhamisi. Afisa wa M23 alirudia kiapo cha awali cha waasi kuandamana kilomita 1500, yani maili 930 hadi Kinshasa. Tutawaacha kikundi kidogo cha wanajeshi wetu ili kukupa usalama, alisema kwenye video iliyoonekana na Reuters. Kwa upande wetu, tutaendelea kuungana na askari wetu ambao pia wako njiani na kuendelea hadi Kinshasa, alisema kiongozi wa kundi la waasi wakati akiwahutubia watu waliokusanyika mjini humo Walikale, baada ya kudhibiti kikamilifu mji huo baada ya kupigana vita vikali na wanajeshi wa Kongo pamoja na wazalendo. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikuwa wametoa wito siku ya Jumanne kusitishwa kwa mapigano mara moja bila masharti, baada ya mkutano wa kushtukiza katika mji mkuu wa Katal Doha, mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja mwaka huu tangu waasi walipoingia katika mji wa Goma mwezi wa kwanza na kisha kuendeleza mashambulizi na kufanikiwa kuuteka mji wa Bukavu mwezi wa pili, lakini pia mwezi huu wa tatu wakiingia katika mji waki wa kimkakati wa Walikale. Sisi ni wa Kongo ambao tunapigania jambo fulani, Colonel Nanga mkuu wa muungano wa Mto Kongo AFC, aliambia Reuters katika mahojiano katika mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo Goma. Kilichotokea Doha, mradi hatujui undani wake na mradi tu hakitaki matatizo yetu tutasema hakituhusu. Narudia hapa kitu ambacho amekisema Colonel Nangaa, anasema kilichotokea Doha, akimaanisha mazungumzo ya kusitisha mapigano ambayo yamefanyika huko Katar kati ya Rais wa Rwanda Felix Paul Kagame pamoja na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, anasema mradi hatujui undani wake na mradi tu hakitatui matatizo yetu, tutasema hakituhusu. Umoja wa Mataifa na serikali za magharibi zinasema Rwanda imekuwa ikitoa silaha na wanajeshi kwa kabila la Watusi linaloongozwa na M23. Rwanda imekanusha kuunga mkono M23 na kusema jeshi lake limekuwa li likijirinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo walioasisiwa na wahusika wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kongo na M23 zilitarajiwa kuwa na mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja siku ya Jumanne nchini Angola, baada ya serikali ya Tshisekedi kutengua hatua yake ya muda mrefu ya kukataa kuzungumza na waasi, lakini M23 walijiondoa wa Jumatatu wakilaumu vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa baadhi ya viongozi wake na maafisa wa jeshi la Rwanda. Wachambuzi wanasema kuwa hatua wa hiyo ilionyesha jinsi waasi walivyotiwa moyo na pia kuchanganyikiwa na kutokuaminiana kuhusu ushindano wa mipango ya amani na serikali tofauti za kigeni. Taarifa iliyotolewa Alhamis na wizara ya mambo ya nje ya Angola ilionyesha kushangazwa kuhusu mazungumzo ya Katal, ikisema juhudi zote za kutatua mizozo zinakaribishwa, lakini matatizo ya Afrika yanapaswa kuwa na suluhu la Afrika. Nangaa alikariri madai ya mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa akisema ndio njia pekee ya kutatua mzozo huo. M23 imetoa wito wa kukomeshwa kwa kile inachosema ni mateso dhidi ya watusi nchini Kongo na kuboreshwa kwa utawala wa kitaifa. Tuna nia ya kupata suluhisho lolote la amani, alisema. Hii ni habari kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kiongozi wa kundi la waasi na muungano wa Mto Kongo Koneli Nangaa akidai ya kwamba kilichozungumzwa huko Katal kati ya Shisekedi na Kagame, wao hakiwahusu, lakini wakati huo umefanikiwa kuuteka mji mwingine huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mazungumzo yalipotakiwa kufanyika huko Angola, tumeshuhudia M23 wakijitoa katika mazungumzo hayo ambayo yalitakiwa kufanyika huko Angola, na walijitoa baada ya umoja wa Ulaya kumwekea vikwazo kiongozi Bertrand Bisimwa pamoja na baadhi ya maafisa wa jeshi la Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Angola, Tete Antonio, kwa upande wake ameshangaa kwamba mkutano ambao ulifanyika siku ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilituma wajumbe huko Luanda kwa mkutano na M23. Akashangaa kuona mkutano ukiahirishwa, lakini kumwona Tshisekedi na Paul Kagame wakiwa Katar. Angola inaamini kwamba juhudi zote za kutatua mzozo zinakaribishwa lakini kwamba matatizo ya Afrika lazima yawe na azimio la Afrika. Kimsingi ilikuwa Rwanda ambapo serikali ya Kinshasa na waasi wa AFC M23 walikubaliana kukutana kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Wasi huo ulibatilishwa mwendo wa saa 24 kabla ya tarehe iliyopangwa. Timu ya AFC yani M23 iliripotiwa kusema kwamba inajitoa katika mazungumzo na kukasirishwa na vikwazo vilivyowekwa kwa baadhi ya timu zake na Umoja wa Ulaya muda mfupi kabla ya ujumbe wake kuondoka kuelekea mji mkuu wa Angola. tochee mone yako, lakini kubwa zaidi, tutazidi kukuhabarisha na hivi tunapozungumza, ni kwamba kama walivyofanya Goma, walipoudhibiti mji wa Goma wakaunda serikali yao pale Goma na kuacha ulinzi wa kutosha, lakini pia Bukavu wakafanya hivyo, na Walikale pia umefanyika mkutano mkubwa kama mkutano uliofanyika Bukavu pamoja na Goma. Lakini kubwa zaidi, wanaapa kuendelea kusonga mbele hadi kufika katika mji wa Kinshasa, kwa lengo la kuipindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Tuchemone yako na endelea kukaa karibu nasi kwa